Brandi influencer na mtangazaji kutoka Crown Media Mwijaku ametumia jina lake na cheo chake na nafasi yake katika jamii kumwombea msamaha mpiganaji na bondia Hassan Mwakinyo kwenye kitendo ambacho alikifanya. Tunafahamu na tulikujuza hapa kupitia Sawasawa Digital, Hassan Mwakinyo anashikiliwa na jeshi la polisi kwa kitendo cha kumvamia mwananchi ama raia ambaye inasemekana yeye alimuibia nazi kule nyumbani kwao Tanga. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram Mwijaku, ameambatanisha picha tatu akiwa amepiga pamoja na Hassan Mwakinyo, huku akiwa amechapa andiko likiwa linasomeka ya kwamba tujifunze kusamehe kwa vijana wetu. Akaweka hashtag Mwakinyo. Haijalishi mtu katenda au kahajatenda kosa, ndugu zangu wa Tanga Sahare na vitongoji vyake. Mtoto akinyea mkono hatu ukati bali tunauosha. Namwombea msamaha mdogo wangu wa dhati, ni ujana umemsumbua na ujuaji, inshallah tumsamehe. Akiwa ameweka pale ambat, ameambatanisha na hashtag Sorry for Mwakinyo ni andiko ambalo amelichapa Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa amemwekea dhamana bondia Hassan Mwakinyo kwenye sakata lake ambalo ame, analipitia kwa sasa. So, watu wengi wamekuja kukoment kwenye post ya Mwijaku, na baadhi ya watu nitakusomea kidogo hapo uweze kuona wananchi wao walipokeaje hilo sakata la Mwakinyo, ambako Mwijaku amejaribu kumkingia kifua na kuweza kumwombea radhi kwa wananchi, komenti mmoja inasema kwamba katumia muda na nguvu nyingi kujenga brandi inakuja kuanguka kizembe tu. Mwingine akasema katoa funzo kwa wezi, hiyo ndo ilikuwa kubwa kuliko, kama hujawahi kuibiwa unaweza ona Hassan Champion ni katili, kijana 40 zake ndo hizo. Huyu akiwa anamaanisha maanisha ya kwamba kijana ambaye alipigwa na Hassan alikuwa ni mwizi. Katoa funzo kwa wezi, hiyo ndo ilikuwa kubwa kuliko. So, hiyo nimesha soma Huyu ndiye yule mwokozi wa janga la Kariakoo, akaweka na imoji za masikitiko pale. Wale kina mama uende ukaombe msamaha live, hawana Instagram wala TikTok. Akataja jina la basi hapo apande aende akawaombe msamaha na mama walioko kule Tanga. Mwingine akasema kwa komenti pale, komenti ya utani, akasema nani aje tukaibe nazi kwa Mwakinyo, akaweka ni moja za kuficheka. So anaweza kusamehewa, ila anapaswa kuchukuliwa hatua no matter what yuko nafasi gani, kwa sababu kitendo alichokifanya sio cha kiungwana. Alafu ukizingatia tayari ni role model wa vijana then anakuja kufanya vitu visivyoeleweka, anapaswa kuchukuliwa hatua. Then akamfuatilie mtu anaitwa Muhammad Ali, aige mtindo wake. waisha waishakuwa boksa, haimaanishi ukishakuwa boksa haimaanishi ukisha, unapaswa kupigana tu unapotaka. No brother, umezingua pakubwa sana, ukimalizia okay, hivyo. So wengine wakisema kwamba champion, huna baya mitano tena. Kwa hiyo hizo ni komenti ambazo watu wamejaribu kumwandikia pale kwenye ukurasa wa Mwijaku ambako nimekwambia, Mwijaku ameweza kumwekea dhamana Hassan Mwakinyo, kumwambia msamaha kwa wananchi ambao wamechukizwa na kitendo ambacho Hassan Mwakinyo amekifanya.